Karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi mzazi ushauri, na huyu sio mwengine ni mzazi Frank Shuja, ama ukipenda unite mtetezi wa kizazi hiki, na leo nimekuja tena katika kipindi mzazi ushauri, na siku ya leo naongea na, na wazazi tena. Vitu vyote ambavyo unaona umechelewa kujifunza maishani mwako hakikisha unawahi kuwafundisha wanao, kwa sababu ujue kwamba tu katika ulimwengu huyu mambo sio rahisi na kuna watu wengine tumetoka katika familia ya duni kabisa, lakini kwa neema yake Mwenyezi Mungu kwa sasa tuko pazuri. Na ndio maana kama Mungu amekubariki na akakupatia watoto wako kidogo, jikaze ama fanya nguvu zako zote, fanya jitihada zako zote, uhakikishe hao watoto wako umewajaza mambo ambayo yatakuja kesho kutimiza ndoto zako, kwa sababu yale ambayo au kushikwa mkono, wewe washike mkono wa inowe hata Mwenyezi Mungu atafurahi.